So kuna mtu akauliza, Ommy, kifika muda wa kula vyakula uh, halisi kwa mfano nimefunga asubuhi, sijala asubuhi na kula mchana, labda vyakula halisi vinakuwa vipatikani, au mazingira na ufanya kazi, mazingira yalikuepo hawapiki hivyo vyakula. Sikia kula kwa diet kunahitaji condition. Sawa? So, yaani uhitaji tu kuenda kwenda na rhythm. Okay, uendane, kuendana na mdundo wa ulimwengu, afu kata kula diet, kwa sababu kisha toka hapo nje Unakuta wamekupikia ugali, wamekupikia chipsi, wamekupikia wali pale, utaendelea kuwa mnene, utapata insulin resistance, utapata kisukari. Unatakiwa uandae chakula chako, sawa. Hii na chakula sasa hivi, mimi saa 8 mchana na chakula sasa hivi, sijala saa 8, sijatengeneza saa 8, sawa. Nimetafuta toka asubuhi hivi, nimenunua asubuhi mayai, yapo ndani, hii nimenunua asubuhi, sawa. Unaweza kununua mapaji yako manne matano, ukayaweka ndani, ambayo imeiva kidogo, bichi bichi, na hivi viazi same time, magimbi, ukiona same, nunua weka. Yani uwezi kusubiri eti muda huo ndio, ukitaka umesikia njaa ndio ukatafuta chakula, no, utakutana hizo option ambazo wali, ugali, chips Utakutana hizo option ambazo sio nzuri kwa afya yako. So andaa chakula chako mapema. Fikiria kesho unakula nini? Kuna mtu anakukupa, "Eh, sijui naenda kula nini leo?" Mmm, ila ngoni ni kali chips. Sababu chips na mayai, mayai na protein. Ngoni ile wali. Wali nikiweka maharage, maharage na protein. Ngoni ile ugali na nyama choma. Nyama choma umi alisema protein. No, huwezi kula kama vile. Okay. So chakula chako unatakiwa andae mapema. That ni ku take off yourself. Yaani usijikurupuke tu ukaenda kula sana na wenzako wanakula kwa sababu wenzako wanakula. Wameenda kula lunch na wewe unaenda kula lunch. No, Be different kama unataka matokeo tofauti. Vinginevyo utaendelea kuwa kwenye same situation, utaendelea kuwa kwenye same uzito, utaendelea kuwa mnene tunaoona na kitambi, utaendelea kuwa mgonjwa wa arthritis, pressure, kisukari, insulin resistance, maumivu ya kiuno ni kila kitu kwa sababu hautake care of your food. Utaendelea kuwa na a lot of information. Na utaendelea kuwa kwenye dawa za nane, tisa na kumeza supplement kila siku. So jali chakula chako, tenga muda wako wa kufikiria nini unakula. Lazima una tiba ya kula. Unajua kesho nahitaji viazi, katafute viazi mapema. Unajua mchana jioni, tafute hio vitu asubuhi kwa sababu hivi vitu vinapita asubuhi na muda mwingine havipo. So take it.